Kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, maamkizi mema kabisa, ninakusalimieni amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehma zake na baraka zake, ndugu zangu wa Islam na wapenzi katika imani. Ama leo nakusudia niwafundishe wale ndugu zangu ambao wanahisi ya kuwa wana nuksi zilizopitiliza katika miili yao, ama wana nuksi ambazo wameshajitahidi kutafuta matibabu mbalimbali mbali, ili kujinasua katika majanga hayo ya nuksi, lakini bado nuksi zinaendelea kuwavaa. Unaweza ukajiuliza ndugu yangu, nuksi ni kitu gani? Ama nuksi ni nini? Tafsiri fupi ya nuksi ni ile hali inayomfika mtu ya kutofanikiwa katika asilimia kubwa ya mambo yake, kufikwa na majanga mbalimbali mbali, kila analolipanga haliwi, majanga, ajali na mambo mengine kemkem ambayo yanaleta maudhi katika nafsi ya mtu, kutofanikisha ile mipango yako anayoipanga. Hii kwa lugha fupi ndiyo Huitwa nuksi. Sasa leo nataka nikusaidie ndugu yangu na nikufahamishe ya kuwa hakuna maradhi yasiyokuwa na tiba. Kila maradhi yanatibika. Lakini wakati mwingine inawezekana hukufata procedure za matibabu juu ya hicho ambacho unaamini huenda uko nacho, ndio maana unakosa kufanikiwa. Kwanza lazima tufahamu ya kuwa Uislamu wetu mtukufu, dini yetu eh, tukufu, inatukataza kuamini kuna nuksi inatokana na viumbe, ama kuna uchuro inatokana na viumbe. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, laisa minna man tatayyara au tutiyira lahu, hayuko pamoja na mimi yoyote ambaye anaamini kuna nuksi au mkosi kutokana na viumbe. Kuna baadhi ya watu akimuona ndege bundi, anaamini kumuona bundi ni uchuro, ama akiwaona paka wanajamiana, anakuambia hii ni uchuro, ama akimuona kunguru anasema, huyu kaleta uchuro katika nyumba yetu, kuna mtu atakufa. Imani za kuamini haya ni haram, thumma haram thumma haramu, kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallama. Hakuna nuksi inayosababishwa na viumbe ndugu yangu, bali unaweza wewe mwenyewe kujisababishia mabalaa kutokana na lifestyle unayoishi nayo. Mfano, kuna watu wana nuksi zisizotibika kwa sababu tu ya kuchanganya jasho lake na jasho la mtu mwingine katika njia za haramu. Hii dunia ndugu yangu tunaoishi, unaweza ukachanganyikia na mwanaume aliyevaa vizuri, mzuri, anapendeza, ukampenda na ukatamani kushirikiana naye uchafu wa zinaa, ama mwanamke mzuri umempenda, ukatamani kushirikiana naye uchafu wa zinaa. Kwa bahati mbaya, mmoja katika wao akiwa tayari ana yale manuksi mazito, sometimes ile nuksi inahama kutoka kwake na kuingia kwako kwa njia ya jasho. Kwa hiyo unaweza ukajikuta sababu kubwa ya kufeli kwa mambo yako, ama sababu kubwa ya kuharibika mambo yako, ama sababu kubwa ya kutopona maradhi yako huenda una moja katika masiku umekutana na mtu katika njia zisizokuwa za halali, katika kumuasi Mwenyezi Mungu, na mtu yule alikuwa na majanga yake na mabalaa yake ya muda mrefu, hatimaye anakuambukiza na, na wewe, hii nuksi yake huwa inakuwa ni nuksi mbaya sana, ndugu yangu mpenzi. Unanitazama, hii nuksi yake inakuwa gani nzito sana, na ni bakora kubwa kwa wazinifu wazinifu, wengi kwa hiyo, ndio maana utakuta baadhi ya wazinifu mambo yao yanakuwa mazito sana. Kwa nini? kwa sababu wana leo kalala na huyu kesho kalala na yule kesho kalala na yule kule, hatimaye unajikuta umejiingiza katika majanga makubwa na majanga mazito. Mwenyezi Mungu hawezi kutukataza jambo ama Mwenyezi Mungu hawezi kutukemea jambo, ila lile jambo lina madhara na sisi, lile jambo halina manufaa na sisi. Lakini kuna nuksi nyingine ndugu yangu ni nuksi ambazo tunaziweka sisi wenyewe katika majumba yetu kwa mikono yetu. Leo hii kuna majumba mabinti wa hiyo nyumba hawaolewi, hawaolewi kabisa, masikini. Unakuta binti ya miaka 30 33 35 36 hata wakumuuliza hata, barua alioleta tu barua ikasomwa uchumba ukafa, hakuna wala wakubisha hodi hakuna Baadhi ya majumba yana nuksi za kutoelewana. Unakuta nyumba ina magomvi kila siku, watu wanagombana kila siku, watu wanashikana hiki na hiki na hiki, kwa manuksi ambayo wameyaweka wao kwa mikono yao. Hii wanaipataje? Sasa ndugu yangu, hii wanaipata baada ya wao kuweka mazindiko yasiyofaa katika majumba yake. Inaweza kuwa nyumbani kwako ndugu yangu, umeamua kwenda kuchukua zindiko la mahirizi matalasimu ukafukia nyumbani kwako, ama kuna watu wanafukia machupa yenye madawa maalum, wapo wanaofukia vichwa vya mbuzi katika majumba yao. Sasa wao wanadhania kuwa hii ni kinga ya kukinga miji yao na ni kinga ya kukinga familia yake, lakini kumbe kinga ile anayoiweka ni kinga ya muda maalum, na inapo expire basi kinachofata hapo ni nuksi katika nyumba hiyo. Kwenda mbele, kuna baadhi ya nyumba ukikaa, hata riski inakuwa ni ngumu, hata wewe kufanikiwa katika mambo yako inakuwa ni ngumu. Na ndiyo maana haya wanakutana nayo wapangaji wengi sana sana, kwa sababu wenye majumba unayokwenda baadhi yao unakuta mtu nyumba yake kaizindika kwa mazindiko ya kishirikina. Hamkuwahi kusikia mtu anakwambia ah, niliwahi kupanga nyumba fulani bwana, kila ninaloshika likawa haliendi. Mambo yangu yalibadilika baada ya mimi kuhama nyumba ile na kuhamia nyumba nyingine. Baadhi ya nyumba mnazokwenda kupanga zinakuwa zina mazindiko mabaya, mazindiko mazito yanayokutia wewe nuksi na mikosi hata katika katika mambo yako. Kwa hiyo, ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika imani, nuksi hizi tunazoziweka katika majumba ama kinga wenyewe tukizani ni kinga, matalasimu kuning'iniza, haya yana muda maalum, na muda wake unapokwisha ndipo pale mnapoona balaa inazuka katika nyumba. Wakati mwingine hata kuachana, watu mnaweza mkaachana. Kwa nini? Kwa ile balaa iliyokwenda kufukiwa katika katika nyumba ile. Lakini pia ndugu yangu, kuna zile eh, mabalaa ama nuksi unazoweza kwenda kuzi, kuzivamia wewe mwenyewe, njia panda hasa kwa dada zetu, na wahusieni kila siku, dada zangu, kila siku na wahusieni, dada zangu, wacheni wacheni kutembea na kuzurura hovyo, hasa kipindi mnapokuwa mpo katika ada zenu za miezi. Hichi ni kipindi kibaya sana. Ukipita njia panda ambayo mtu usiku wake alioshwa mkosi, jua nafahamu, ile inaweza ikakuvaa na ikakuingia wewe ama shaitani mchafu yoyote anaweza akaamua akakuingia wewe dada yangu unayenitazama hivi sasa, kwao jitahidi sana unapokuwa katika hali kama hizo, usiwe mzururaji. Na na wanam, mwanamke anatakiwa atuliwe nyumbani wakarna fi buyuti kunna, wanawake wanawake wanawake tulieni katika majumba yenu, dada zangu, tulieni katika majumba zenu mama zangu, wala tabarrajna tabarruja aljahiliyata alula, sipende tuka, kuwa mnatokatoka kama mlivyokuwa wajinga wanawake wa mwanzo. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa unajituliza nyumbani, unaepusha mengi katika mambo mambo ya shari na mambo, na mambo mabaya. Kwa hiyo humu katika manjia panda, wakati mwingine tunakuta kuna vyungu vimevunjwa, kuna mayaiviza yamevunjwa, unaona kabisa hapa kuna sehemu mtu kaoshwa ama akafanyiwa mambo. Najua kabisa hapa mambo ya kishiriki usiku yalipita, na sisi hatuna kawaida ya kufanya nyiradi za asubuhi na jioni za kujikinga na mabalaa kama haya. Matokeo yake inayotokea sasa, baba yangu, unakwenda kupita katika njia ile, huna ulinzi wa Mwenyezi Mungu, balaa alizokoshwa mtu mwingine zinakuja moja kwa moja, zinakuvaa wewe, zinaanza kukutesa Naomba nikwambie, kuna baadhi ya mazinguo ya kichawi yanazinguliwa kwa vitu vya thamani. Anavuliwa mtu kitu katika mwili wake kibaya, inavishwa katika kitu cha thamani, aidha pesa, aidha kitu kingine ambacho mtu akikiona anaweza akakiokota. Inavuliwa ile balaa lake la katika mwili, inawekwa katika sehemu, alafu kile kitu kinatupwa. Ukiokota wewe umeondoka na balaa la mtu. Haya mambo yapo. Na yanafanyika ndugu yangu, kikubwa ni wewe kujichukulia sana sana sana tahadhari. Kwa hiyo hizi sehemu tatu zinaweza zikamfanya mtu wakapata nuksi sugu, zina kubadilishana jasho na mtu mwenye mabalaa ya muda mrefu itakupata mazindiko, katika nyumba inaweza ikaleta matatizo haya na vitu wanavyokoshwa watu manjia panda, manjia panda humu kuna watu wanafanya mambo makubwa asubuhi, ukiamka unakuta kuna ndimu, viwembe na, na masindano vimekaangwa na mabuni na vitu vingine vimetupwa pale. Ili nini? Mtu ukipita tu pale maskini na we uradi hufanyi, inakuvaa inakuvamia, na hatimaye unakuwa ni mtihani mkubwa. Hasa leo mimi nataka nikufundishe, wallahi ladhimu nataka nikufundishe moja katika njia nyepesi sana sana zitakazo kukusaidia kutibu nuksi sugu. yaani hapa nazungumzia ile nuksi sugu una manuksi sugu, nini ufanye ili manuksi hayo ya kuondoshe? Inaweza kuwa umeshaoga sana dawa, we maskini ya Mungu, bado. Inawezekana maskini ya Mungu we umeshafanya dua we, nuksi zako zimekuganda vile vile, haikutoki lakini leo nataka nikupe moja katika njia mujarab kwa idhini ya Mwenyezi Mungu itakayokusaidia baba yangu kukuondoshea nuksi iliyokuganda na kuandama katika katika mwili wako, mabalaa unayoyapata, mitihani unayoipata, misukosuko unayoipata, unahisi ya Rabbul Alamina, nuksi gani hii isiyokuwa na matibabu? Nimemaliza viringi vya waganga na waganguzi, lakini bado nuksi imenikamata, kila ninalolishika hali yeni. Nini unachotakiwa kufanya, ndugu yangu mwislamu? Nitakufundisha mambo mawili haya ukishikamana nao haya mambo mawili, hii ndiyo dawa kubwa kuliko dawa zingine zozote za nuksi, pamoja na mikosi na hiyo wanaodai wao wenye ni mikosi. Nini unachotakiwa kufanya, ndugu yangu muislamu? Lazima kuna baadhi ya vitu ama kuna baadhi ya mambo Allah, subhanahu wa taala, shifa yetu amejalia kupatikana humo, mfano maji. Haya maji unayoyaona ndugu yangu mpenzi, unayenitazama maji ni katika dawa kubwa, dawa kubwa, dawa kubwa. Sawa, maji ni katika dawa kubwa, dawa kubwa, dawa kubwa. Sasa unatakiwa uandae maji safi. Ukipata maji ya mvua au maji ya Zamzam, hii ndio inakuwa bora, inakuwa bora, inakuwa bora, inakuwa bora kabisa. Kwa hiyo andaa maji yako kama ni maji ya Zamzam ukipata au maji ya mvua ukikosa, haya andaa maji ya kawaida, alafu nisikilize kwa makini. Chukua marashirozi marashirozi, wengi, wengi tunaifahamu marashirozi eh? Unachukua marashirozi, ukishachukua marashirozi yale, chukua vichupa vitatu vya marashirozi, yaani marashirozi vichupa vichupa vitatu yale marashirozi utayachanganya katika yale maji kwa hiyo maji yako yatakuwa yamechanganywa na marashi na marashi rozi. Utakapokuwa baada umeyachanganya haya maji ndugu yangu, sasa unatakiwa haya maji uyasomee hichi kisomo nitakachokuelekeza hapa. Usidharau ndugu yangu, kama una hakika una nuksi iliyokuganda nzito, insha allahu taala tumia njia hii utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala. Kabla hujaandaa haya maji na kabla ujaandaa hii marashirozi unatakiwa wakati unataka kufanya maandalizi haya hakikisha una udhu. Chukua kwanza udhu ndo uandae maji yako sawa? Chukua udhu ndo uandae maji yako, na ukiwa una uwezo wa kupata maji yote haya ni bora zaidi. Tena mimi nitakwambia, chukua maji ya zamzam kama unaweza kuyapata, chukua maji ya mvua kama unaweza kuyapata, yani yote yachanganye. Chukua marashirozi kama unaweza ukayapata chupa tatu hizo, alafu kachukue na maji ya bahari Haya maji ya aina nne ni dawa kubwa sana ndugu zangu, ya nuksi na mikosi katika mwili wako. Ndugu yangu nisikilize vyema na unisikilize kwa makini, chukua maji ya zamzam, maji ya mvua, marashirozi na maji ya bahari kidogo, yachanganye yote haya. Ukishachanganya sasa, somea hivi hivi somo nitakavyokuelekeza, mujarab kabisa kabisa, kwa ajili ya kuondosha nuksi katika mwili wako. Sura ya kwanza kabisa ni qul huwallahu ahad, wote tunaijua qul huwallahu ahad Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. So, sasa haya maji yako unayasomea ya kul huwallahu ahad, hizi unazisoma mia moja, sawa so, eh? Ndugu yangu muislam unasoma kul huwallahu llahu mia moja. Ukishamaliza hapo unasoma muawidhati mia moja, kwa maana kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nasi mia moja katika yale maji Alafu hakikisha sasa yale maji kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, unayaoga ukiyagawa. Uki, uki haya maji itakuwa ni bora zaidi, yani yagawe sehemu tatu. Haya maji yagawe, sehemu ya kwanza yagawe, sehemu ya pili afi, yagawe sehemu ya tatu. Kwa hiyo hii sehemu ya kwanza utaisomea vile vile kul huwallahu 100 birabbil falaq 100 birabbin nasi 100 sawa eh? Unakuja hii awamu ya pili ya maji yako unaisomea tena birabi lfalaq kul huwa llahu mia moja birabi lfalaq mia moja birabi nnasi mia moja na hili fungu la mwisho la tatu. Alafu baada ya kumaliza haya maji yote utayachanganya tena. Baada ya kuyachanganya haya maji sasa, hapo ndipo utakapo kwenda kumwomba Allah subhanahu wataala kwa kuyaoga maji maji hayo. Mwambie Allah subhanahu wataala, Mwenyezi Mungu wewe ndiye mjuzi wa mizigo niliyoibeba katika mwili wangu, ikiwa nimeisababisha mimi mwenyewe, ikiwa nimesababishiwa na mtu mwingine, ikiwa ya Rabbal Alamina niliyapata nilia kwa bahati mbaya, na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maji ya Zamzam yana siri kubwa, maji ya mvua yana siri kubwa, maji ya marashirozi yana siri kubwa, na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nijalie kwa idhini yako wewe Allah uniondoshe mizigo niliyokuwa nayo katika mwili wangu. Alafu unakoga yale maji kwa kuanza kujimwagia bega la mkono wa kulia, ukimaliza unajimwagia bega la mkono wa kushoto, ukimaliza kabisa sapale unamalizia kichwani. Hii ni kwa wale wenye uwezo wa kupata maji haya mengi, kwa maana ana uwezo wa kupata maji ya Zamzam mengi ya kaoga, au maji ya mvua mengi ya kaoga, au maji ya marashirozi yenye ni chupa tatu lakini sasa inawezekana hivi vitu ukaweza kuvipata vyote, lakini usivipate kwa wingi, ukapata maji ya mvua kidogo, maji ya marashirozi kidogo, chupa tatu na maji ya zamzam ukapata kidogo. Sasa usikate tamaa, hata kama utakuwa umepata kidogo, ndugu yangu, yachanganye yale si hayatoshi kuoga, yale maji yatumie kuwa unajipaka katika mwili wako, baada ya kuyafanyia kisomo hichi nilichokuelekeza, nilicho hapa. Ndugu yangu Muislamu, wallahi ladhim, usipuuze haya niliyokwambia hii ni tiba na imewasaidia watu wengi. Hii njia nimewapa wengi katika watu na alhamdulillahi imewasaidia. Maji ya marashirozi, maji ya mvua na maji ya zamzam, hivi vina siri kubwa sana ndugu yangu, katika kuleta shifaa kwa mtu. kwa hiyo jitahidi insha allahu taala. Kama unahisi mambo yako yamekuwa ni mazito sana, mambo yako yamekuwa ni magumu sana, mambo kila unalolifanya mitihani imekuwa ndama majanga ndo majanga, leo pakicha na ajali hii, kesho pakikucha na ajali ile, kesho pakiwa hivi, kesho kutwa panakuwa vile, yani mambo yako ni vurugu mechi, mtindo mmoja. Jitahidi sana ndugu yangu, tafuta maji ya zamzam. Umekosa maji ya zamzam, na sasa hivi alhamdulillah, maji yanauzwa hata ukenda madukani unapata sawa maji ya mvua labda ndio unaweza ukakosa, na sio lazima sana. Kwa hiyo unaweza ukatafuta aidha, upate maji ya zamzam maji ya mvua na marashirozi uwe nao. Ukivipata vyote kwa pamoja ni kheri, ukikosa, utakachokuwa umekipata katika hayo unaweza ukakitumia kuleta visomo. Visomo hivi nilivyokuelekeza hapo na ni visomo vyepesi, mtu yoyote unaweza jisaidie wewe mwenyewe, ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani. Yani kuna baadhi ya tiba nakupa kama hizi unaweza ukazidharau, lakini zitakusaidia na unaweza ukajisaidia wewe ukasaidia watoto wako ukasaidia ndugu yako ama ukamsaidia rafiki yako kipenzi unayempenda au ukamsaidia yeyote yule ambaye mwenye shida na dhiki kama kama hizi, lakini hususan tunakutargeti wewe mwenyewe uweze kujinasua, kujiondoa katika majanga kwa njia nyepesi. Watu wengi wameingia katika kutapeliwa kwa matatizo yanaoandama maskini ya, ya Mwenyezi Mungu, wanaweka imani kwa mtu yule, mtu hatimaye imani yake nakuwa haiko sawasawa sawa, na hatimaye wanaingia tena kwenye majanga mengine. Anakuambia mtu mwengine nakuta, ah, mi nimeshachoka maanake kila napoenda natapeliwa. Sasa hizi njia tunazokupa, ndugu yangu, jitahidi kuzitumia, zitakusaidia ndugu yangu, otherwise huwezi kabisa sasa kufanya haya, ama kusoma hujui. Hapo ndipo ambapo sasa ndugu yangu mpenzi, muislamu na mpenzi katika imani, unaweza uka, uka oba mtu akufanyia msaada wa kutengenezea. Namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ikiwa utayatenda haya basi Allah subhanahu wa taala aku akufanikisha Lakini nataka nikupe njia nyingine mujarab sana sana sana ya kutibu nuksi, nuksi ya aina yoyote iliyokupata katika mwili wako baba yangu, dada yangu, au kaka yangu unanitazama, au mama yangu unanitazama hivi sasa, al istighfar. Watu wengi hawajui jamani istighfar ni dawa kubwa, ni dawa kubwa ya nuksi. Istighfar ni dawa kubwa, ni dawa kubwa ya nuksi. Wallahi ladhim, wenye kuleta istighfar katika maisha yao hawa, katu katu huwezi kukuta wana mabalaa katika maisha yao. Alistighfar ni dawa kubwa, ni dawa kubwa kumwomba Allah msamaha juu ya makosa yako unayoyatenda. Kuna nuksi zingine ndugu yangu, Muislam, unajisababishia kutokana na maasi yako unayoyatenda innal abda la yuhramu min arrizqi lidhanbin yusibu. Mtume anasema hakika ya mja anaharamishiwa riziki yake kwa dhambi tu inayomsibu. Naona mambo hayo ndugu yangu, umekwenda kutenda dhambi, ilikuwa kuna riziki umeandikiwa uipate. Allah anasema hakuna kupewa riziki hiyo mpaka atakapotubia. Wewe kutubu, hautubu madhambi ndio unafanya kila siku, kutubia kwa Mungu utubii. Utakosa kupata njaa ndugu yangu utakosa kupata dhiki ndugu yangu, majanga yataisha yata kweli kukuandama ndugu yangu, hayawezi kuisha kwa sababu hauna tabia kuleta istighfar. Sasa jitahidi kudumu na istighfar, jitahidi kudumu na istighfar, insha Allah taala nuksi itakuwa ni yenye kuondoka. Unaweza kujiuliza, sasa maji haya unatumia kwa muda gani? Ukiweza kuyapata yote kawa mengi, yatumie mara moja tu inatosha kwa uwezo wa Mungu. Lakini kama utakuwa umepata machache, basi atumie kwa kupaka muda mrefu, na mimi huwa nawaambia watu unaweza ukayapaka huku umechanganya ndani yake na, na mafuta ya mkunazi au mafuta ya tini au mafuta ya zaituni. Haya mafuta ndugu yangu, kuna siku nitakuja kuwapeni darsa. Yana siri kubwa. Allah ameapia watini wa zaitun Allah ameapa kwa mti wa mtini na mti wa zaituni. Sasa Mungu huwa haapie ovyoovyo, ila anachokiapia ni kitu kikubwa na chenye faida kubwa kwetu sisi. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, atunufaishe kwa hii kitu ulichokitoa insha allahu taala, na yeyote atakayeenda kuyafanya haya, Mwenyezi Mungu amjalie. Lakini noti ya kuwa dawa kubwa ya kutibu nuksi istighfar, wallahi aladhim, la welete istighfar